Ng'ombe mchana unakula, tembo usiku. Wananchi wa wilaya ya Tunduru kwa kiasi kikubwa wanajishughulisha na kilimo ambacho kinawasaidia kumudu gharama za maisha ya kila siku, lakini kilimo hicho kinakumbwa na changamoto ya wa wanyama wakali aina ya tembo, ambapo wanafika mida usiku kuharibu mazao yao, lakini pia mchana wanakutana changamoto nyingine ya ng'ombe, ambao wanakula mazao yao. Na kutokana na kuwepo kwa changamoto wa wa hiyo, wananchi wa wilaya hiyo wamemwomba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, ndugu Oddo Mwisho kusikiliza kilio chao, kwa kuwa inawalazimu kukaa mashambani usiku na mchana, huku wakikosa haki zao za msingi za usiku, tutafanyeje? Tembo usiku, ng'ombe mchana, ulinzi tafanya vipi? mwenyekiti kama wa mkoa ng'ombe mchana nakula, tembo usiku, tutafanyeje? Hii ndio kero yangu kubwa sana. Sisi watu wa Machemba sasa hivi hatuna mahindi, hatuna miombo, tumezingiwa na wafugaji, kila kona, panafikia mahala sasa wale mifugo mpaka wanakula miogo yetu, na sisi tunashindwa wale kuwasukuma kwa kuwaogopa vitu vyao wanavyoshikashika vile. Kwa hiyo sasa tunaharibiwa sehemu nyingi sana, panafikia mpaka ng'ombe shamba la mtu anaziwia hapa hapa ng'ombe anakula. Hasa ukienda huko juu, angalia mwongo ulivyo mgumu. Ukienda umelishiwa, unaambia kwa mtaje kaombe, kachukua kibali, ukichukua kibali, nenda polisi ukienda polisi anambia, sasa yeye anafanya kazi ya kumwambia afisa kilimo wilaya aende akafanya upembuzi, afisa kilimo atakie mtegua atoke hapo aende kule tena akafungua faili, lakini bado huyu mkulima amelima, amenunua mbolea, hana akiba, kutoka pakuenda wilayani ni hatua ndefu, achukue na mashahidi wapeleke huko, hawezi sanakaasabeiliwa kutokana kuwepo kwa changamoto hiyo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma ndugu Oddo Mwisho amewataka viongozi wa Tunduru kuhakikisha anasimamia taratibu ambazo ziliwekwa na serikali ya mkoa wa Ruvuma, ambapo wafugaji wametengiwa maeneo kwa ajili ya kufuga ng'ombe wao usiku, badala ya kuwa na bibi pale anasikia miungulumo mishindo ya, ya, ya, ya ndovu. Kwa hiyo kwa kweli pole sana baba. Utaratibu wa serikali unaanzia ngazi za vitongoji, vijiji, kata na kuendelea. Hao watendaji niliowaelekeza hapa, wao moja ya kazi yao ni pamoja na hii, shirikianeni na wananchi kuhakikisha wale wafugaji wanapata elimu ya kufuga ng'ombe zao bila kuathiri mazao ya wakulima we jukumu hili na serikali lakini bahati nzuri serikali ya wilaya iliandaa vitalu kwa ajili ya wafugaji kwa huko Tunduru ardhi hiyo ipo na mimi nashangaa mpaka sasa bado wafugaji hao wanarandaranda kwenye maeneo ya mashamba ya wakulima Mimi nitake tu serikali niombe serikali ya wilaya ya kata na hata vijiji vyetu visimamie jambo hili, kwa sababu mfugaji anapata faida kutokana na mifugo yake na mkulima atapata faida kutokana na mazao yake. Wao kila mmoja atanufaika kwenye eneo lake alilojiajiri. Sasa mmoja anapoharibu mazao ya mtu mwingine, hii sasa inaitwa fujo. Kwa hiyo hata wafugaji kama mko hapa, natoa wito Mifugo yenu nendeni mkafuge kisasa. Kutoka Tunduru mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.